Na wanamtazama kama mtu ambaye huenda labda anahamasisha kampeni ambayo mwisho wa siku e, inaweza ikaashiria kuiangusha serikali, kwa sababu unapozungumzia uhaini kwa lugha ya rahisi ni kama kutaka kuiangusha serikali, na tunafahamu kitu ambacho amekuwa akihubiri yeye na chama chake ni kushinikiza mageuzi ya sheria za uchaguzi, ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba, na msimamo ambao chama chake kinahubiri ni kwamba bila mabadiliko, uchaguzi huo hautafanyika, kwa maana kwamba chama chake kitazuia uchaguzi. Sasa ni namna gani kitazuia? Nafikiri hilo ndo lilikuwa linaleta mjadala zaidi na hali ya kutoeleweka vizuri kwa upande wa serikali, na ndiyo maana amekamatwa akituhumiwa kwamba huenda anahamasisha kitu ambacho kinaweza kikahatarisha amani ya nchi labda na kuiangusha serikali iliyoko madarakani. Kukamatwa kwake kutakwamisha kampeni hii ya Chadema e? kwa kweli e, nadhani inawezekana isiwe hivyo, kwa sababu hata baada ya kukamatwa kwake e, jana jioni hii leo chama hicho kimeendelea na shughuli zake za kisiasa kama kawaida na viongozi wa Chadema kwa maana ya makamu wake e, wa chama cha Chadema ametoa taarifa kwa vyombo vya habari akisema kwamba kampeni hiyo itaendelea. Mkakati ambao Chadema wanaendelea nao wataendelea kuufanya. Kinachofanyika sasa hivi ni kufanya mashauriano tu ya ndani ya chama kuona ni kwa namna gani E, wataendelea na kile ambacho wanaendelea kukihubiri, wakati huo wakiongeza na hilo sasa la kutaka umma na wanachama hao washinikizwe kwa mwanasiasa Tundu Lissu aweze kuachiliwa bila masharti yoyote. Kwa, kwa mtazamo wako siasa za Tanzania zinaelekea wapi kuelekea uchaguzi wa mwezi Oktoba? E, nadhani joto linazidi kupanda kusema ukweli. Tangu uchaguzi wa Chadema ulipofanyika na Tundu Lissu kuwa kiongozi wa chama hicho kikubwa cha upinzani, ni kama siasa zimerejea tena katika joto lake, na kusema ukweli, sasa tunakoelekea kuelekea uchaguzi mkuu, nafikiri kutakuwa na mengi zaidi yatakuja, hasa ya kutofautiana baina ya vyombo vya dola na vyama vya upinzani, lakini upande mmoja serikali yenyewe na, na vyama vya upinzani kwa mfano kama leo polisi wakizungumzia tukio la kumkamata Lissu wametoa ilani kwa vyama vingine vya upinzani vijitenge na maneno ambayo wanatafsiri kama uchochezi. Serikali ya Tanzania mara si moja imeshutumiwa kwamba inakandamiza upinzani. Kukamato kwake kunatoa picha gani? Nadhani kwa wanaharakati na watu ambao wanapigania demokrasia itakuwa ni mwanzo mwingine wa kupaza sauti zaidi, e, kushikilia bango hilo la kwamba kuna ugandamizaji wa haki za binadamu na uhuru wa watu kujieleza, hasa katika masuala ya demokrasia, na hili limekuwepo tangia awamu iliyopita muda wote. Kutoka sasa kutakuwa na matamko mengi ya kutaka kulaani hiki kilichotokea, na pengine shinikizo zaidi kwa serikali, hasa kipindi hichi ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu, na tunafahamu Tundu Lissu hivi karibuni amekuwa akikutana na makundi mbalimbali mbali,